Hili ndio jambo ambalo natakiwa kuliepuka kama mpiga picha kabla ya kunyanyua kamera yako na kuanza kupiga picha au kushuti video. Kusababu, ili jamu, kwa sababu hili jambo kama usipolifanya kwa usahihi, usipokuwa makini moja kabisa, litakufanya uweze kupata picha au video mbaya, hata kama ukiwa na kamera nzuri, ukiwa na mwanga mzuri, ukiwa na rating nzuri, hata uwe na strobe, bila hili jambo au ukilifanya hili jambo, lazima likupatie picha mbaya, picha ambazo hazivutii na picha ambazo zitakuwa zinakungu. Na jambo lenyewe ni kunyanyua kamera yako na kuanza kupiga picha bila ya kusafisha lenzi yako. Usiposafisha lenzi yako haitajalisha, uh, unatumia kamera ya aina gani? Iwe Sony iwe Canon iwe na uwezo wa hali ya juu iwe kamera ya milioni mia, iwe kamera ya milioni hamsini, kama usiposafisha lenzi yako haiwezi kukupa uh, picha nzuri au video nzuri. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya kabla kunyanyua kamera yako na kwanza kupiga picha ni kuhakikisha umesafisha lenzi yako vizuri kabisa. Iwe simu iwe kamera iwe nini, hakikisha lenzi iko safi na uweze kuanza kufanya kazi yako.